Tukio letu hili uh, kila mwaka, huu ni mwaka wa saba tumekuwa tukifanya Civil Society Organization Week au CSO Week kwa kifupi, na lengo kubwa hasa ni kuleta mashirika yote yasiyo ya kiserikali kukutana, kwa sababu tunafanya kazi za maendeleo kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. Kwao tunakutana kutoka Tanzania bara na Zanzibar kuweza kujumuika ndani ya hii wiki moja na tuweze kujifunza na kutathmini kazi zetu za maendeleo ndani ya nchi yetu, lakini wakati huo huo kuangalia namna gani mikakati yetu tunaweza kushirikiana kwa pamoja katika kufanya hayo, na kwa mwaka huu tumekuwa na timu ambayo inaitwa Pathways to Progress. Lakini kingine, kwa kipekee, kila mwaka tumekuwa tukipata watu wengi ambao wana interest kubwa ya kuweza kujumuika na sisi, na katika hao tumekuwa tukipata watu ambao wanatoka kwenye private sector lakini pia wakati huo huo kwenye development partners. Sasa katika hii steering committee tuko mashirika kadhaa mengi. Maono yetu kama FCS ni kwamba tunatamani na tunaamini uh, kuwa na raia ambao wanawezeshwa, ambao wanajitegemea, wenye kuwajibika, lakini pia wana haki zao za kijamii, za kiuchumi na, na, na, na kufurahia maisha bora. Nafikiri kila mtu hilo ndio anatamani liwepo na sisi ndio tam, tamanio letu kubwa. Kwa hiyo kama ilivyoelezwa kwamba toka mwaka elfu mbili na mbili, uh, FCS tumekuwa tukitoa uh, ruzuku au tukitoa msaada um, au tukiwawezesha asasi uh, mbalimbali katika kuwafikia wananchi katika kusikiliza hoja zao na katika kuleta mabadiliko ya kiuchumi na kimaendeleo. Wiki hii ambayo inakuja ni mategemeo yetu kwamba tutakuwa na wadau mbalimbali. Kwa hiyo kwa kweli, nipende kushukuru kama, uh, kama FCS tunawakaribisha wadau wote, tunawakaribisha wengine, wengine ambao watashindwa kufika waweze kusikia, itakuwa online. Kwa hiyo watu wasikilize na watoe maoni yao. Kwa hiyo kwa kweli, nipende kushukuru kama, uh, kama FCS tunawakaribisha wadau wote, tunawakaribisha wengine wengine ambao watashindwa kufika waweze kusikia itakuwa online. Kwa hiyo watu wasikilize na watoe maoni yao, kwa sababu tunakoenda, tunakoendea huko mbele, tunajua mwaka huu ni wa uchaguzi lakini pia tuna dira yetu ya 2050 tunatamani sana kwamba wote twende kwa pamoja, na tukifanya hivyo hakika tunajua mabadiliko makubwa yatakuwepo ya, ya, ya kuweza kumnyanyua mwananchi yule kutoka yule wa ngazi ya kule chini kabisa. Sisi kama asasi za kiraia tumeshiriki kiasi kikubwa sana kwenye kuhakikisha kwamba dira pamoja na mpango elekezi wa muda mrefu unaakisi maoni, mawazo na matarajio ya wananchi, na tumekuwa sehemu kubwa sana ya michakato hiyo miwili. Kwa hiyo tunataka kutumia fursa hii kuendeleza ule ubia, ule ushirikiano, ushiriki ambao tumeuanza katika michakato ambayo ina define, e, future ya Tanzania, mustakabali wa Tanzania utakuwaje. Lakini la pili, dira ya, ma, ya taifa inaakisi pale ambapo tunataka kufika na mara nyingi tukifikiria maendeleo tunafikiriaga vitu aa. Sasa sisi kama asasi za kiraia tupo kwa ajili ya kukumbusha umma wa Tanzania kwamba maendeleo yanahusu watu na sio vitu. Vitu ni vizuri, lakini watu ndio wa hasa aa, ni subject ya maendeleo. Tukiongea kuhusu maendeleo, tunamwangalia mtu. Kwa hiyo tutatumia muda mrefu sana pia kuzungumza kuhusu je, mwananchi wa Tanzania ikifika mwaka 2050 anafananaje, anakuwa na anafana uwezo upi? e, yeye mwenyewe kama mwananchi ana interact vipi na serikali yake? Ningependa kutoa rai kwa mashirika yote yasiyokuwa ya serikali kuweza kufuatilia mjadala huu na wale ambao watakuwepo basi waweze kutoa michango ambayo ni meaningful, ambayo itaweza kusaidia tuweze kujitafakari kwenda mbele kama sekta na tuweze kuangalia namna ya kusaidia taifa letu maana mwisho wa siku haya yote kama Justice alivyosema vizuri, saa nyingine tunaangalia vitu zaidi, lakini inabidi tuangalie namna ya kusaidia watu zaidi.